Mlete, uh, chinuo, uh, ze, kiongozi mwenyewe wa Dumila Fitness Center atajitambulisha na atatoa atazungumza kidogo. Makofi mengi sana kwa chido a, ndugu MC. <laughs> Ni washukuru sana wananchi wote wana Simba e, mliokopo hapa, katibu wa Simba tawi la Dumila ni kushukuru sana lakini, niwashukuru sana viongozi wote wa chama na serikali wako hapa, niwashukuru sana e, wazee wa Yanga wako hapa pia, jamani, niwashukuru sana e, niwashukuru sana e, timu ya Dumila Academy wako hapa, na nimshukuru kila mmoja wetu ambaye yuko hapa. Niwashukuru vijana wa hamasa wa UVCCM wako hapa, niwashukuru kila mmoja wetu, lakini kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa diwani wetu kata ya Dumila kwa kukubali kuja leo kuwepo hapa kutuzindulia Dumila Fitness Centre. Kwa hiyo nikushukuru sana mheshimiwa diwani kwa kukubali wito huu wa kuja kujumuika nasi. Sisi vijana tumeamua kuanzisha jimu hii kwa ajili ya kufanya mazoezi, na sisi kipekee kabisa wajibu wetu ili kuleta maendeleo ni lazima tuwe na afya njema. Tukushukuru sana mheshimiwa diwani, asante sana. Sasa ndugu zangu, tunao viongozi wengi sana hapa, wengine nawezekana nimewasahau. Mwenyekiti wetu wa tawi la Simba, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Mkero yuko pale, anaumwa lakini aliamua afike hapa kwa sababu ya kujumuika nasi, lakini pia viongozi pia wote wa Yanga wako hapa. Sasa hatuna muda mwingi sana, kwa sababu ya muda, anajua watu wana majukumu mengi na muda wenyewe umefika. Mheshimiwa Diwani atabadilisha, atavaa jezi ya Dumila Fitness Center nyeupe. Eh, baada ya hapo atatoka anazungumza na sisi, atatuzindulia jimu yetu Mheshimiwa Mheshimiwa Diwani, pamoja na jenzi zetu ambazo tutakazo zitumia hapa. Lakini kulikuwa na jambo ambalo limeulizwa kuhusiana hata ile kadi ya shilingi elfu saba unafanya mazoezi masaa ishirini na nne eh. Kwa hiyo ukilipia elfu saba utakuwa unafanya asubuhi, mchana, jioni, usiku, ukiamua kulala wewe mwenyewe, kwa siku kwa siku saba. Tunafanya hivi kwa nini? Mheshimiwa Diwani, tunafanya hivi tunataka vijana wafanye mazoezi Ukiangalia gharama za uwezi, uwe, ambazo tumeziweka humo ndani na viwango vya gym, lengo letu tunataka watu wafanye mazoezi. Hatuko hapa kwa sababu ya kukusanya fedha. Lakini mheshimiwa diwani, utakapo utakapotuzindulia hapa, intaneti ya bure yaani, ukiwa maeneo haya, huna sababu ya kutumia bando lako, wifi hapa ni ya bure. Kwa hiyo ukija hapa unafanya mazoezi, ukifanya mazoezi Paswe ndo unapewa na manager hapo unachati kule. Kwa oh, ukilipia 7, ukiamua ulale unalala umomo, unashinda ukiamka, unafanya mazoezi unachati. Lengo letu tunataka watu wafanye mazoezi. Lakini mheshimiwa diwani, utakapoenda kutuzindulia tuna bafu ndogo hapo ndani. Kwa hiyo inawezekana wewe ni msafiri, unafanya mazoezi, unataka wewe upite mara moja, ukishamaliza mwili ukipoa kabisa, utaingia ndani kuna huduma pia ya kuoga, huko ndani kuna bafu mheshimiwa diwani. Kwa hiyo mambo mengi lakini mwingine anataka kufanya mazoezi hana trainer. Eh, utafuatilia mazoezi kupitia njia za mitandao kama ambavyo nimesema, internet ni ya bure, tumefunga flat screen hapo ndani, smart TV kwa ajili ya kwa, kuwasaidia watu ambao wanatafuta mazoezi fulani. Kwa hiyo mheshimiwa diwani, mengine tutaongea baada ya wewe kutuzindulia hapa. Asante sana, yes.

Basi kipekee naomba ni na kuitia Chido kwa ajili ya, ya kumwita rasmi sasa Mheshimiwa uh, Diwani wa kata ya Dumila, ya Dumila ili aweze kuzungumza na watu wa mazoezi waliojitokeza kwenye mazoezi. Karibu. Nikushukuru sana niwashukuru, ni tena na tena na tena watu wote ambao tumejumuika nasi kwenye Dumila Fitness Center. Mheshimiwa Diwani nikukaribishe sana Dumila Fitness Center kwa ajili ya kutuzindulia jimu yetu hii Dumila. Lakini kingine Mheshimiwa Diwani, uje hapa useme maneno machache kwa ajili ya kutia baraka, na wewe kwa sababu ni mchungaji, najua neno lako pia lina baraka mpaka kwa Mungu. Kwa hiyo tukizindua tutakuwa tumezindua tu sio na Mheshimiwa Diwani, lakini pia tutakuwa tumezindua na mchungaji ambaye anakwenda kutia baraka maeneo haya. Karibu sana Mheshimiwa Diwani. Dumila oye! Dumila oye! Dumila Fitness Center oye! Asalamu as alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Kwanza nianze kwa kumshukuru sana mwenyezi Mungu kwa kutupatia uzima, afya na nafasi ya kukutana hapa leo, lakini pili nitumia nafasi hii kumshukuru sana mkurugenzi wa Dumila Fitness Center, meneja na uongozi mzima wa hii gym. Ndugu zangu, jambo hili ni kubwa sana, kwa sababu kwenye eneo letu la Dumila haijawahi kutokea. Naomba tuwapigie makofi, nasema nawashukuru. Kuna jambo jipya limeanza kwenye huu mji, huenda leo ni mwanzo lakini baada ya hapa tutashuhudia mambo makubwa zaidi. Napenda kuzungumza mambo machache. Jambo la kwanza, faida za kufanya mazoezi. Watu wengi huwa wananiambia, huu diwani huo ni mgonjwa, shida yake ni nini? Karibu kila siku kuanzia saa kumi na nusu mimi nafanya mazoezi nyumbani kwangu kwa muda wa saa moja na nusu kila siku, ndio maana afya imeibarika na mafuta nyama zembe na vitu kama hivyo. Dumila oye, mazoezi oye, oye! Na mazoezi sio lazima ufanye mazoezi mazito sana. Unafanya mazoezi mepesi, unaruhusu jasho linatoka, unaruhusu viungo vinafanya kazi kila siku. Ukifanya hivyo, mwili wako lazima uimarike, hasa mazoezi moja. Yanajenga afya. Hiyo ni faida kubwa sana ya mazoezi, yanajenga afya. Ndugu zangu wote, mnafahamu afya ndiyo mtaji namba moja wa maendeleo ya mtu. Ukiwa unaumwa huwezi kufanya kazi, ukiwa unaumwa huwezi kufikiri vizuri, ukiwa unaumwa huwezi kwenda ofisini, ukiwa unaumwa huwezi kuwasamia ndugu jamaa na marafiki zako, ukiwa unaumwa mambo yote yatasimama. Mazoezi yanajenga afya. Mtu yoyote mwenye mazoezi afya yake itakuwa imara wakati wote. Lakini faida ya pili, mazoezi yanarefusha umri. Mazoezi yanarefusha umri, ndio. Mazoezi sio Mungu, lakini nakwambia mazoezi yanarefusha umri. Moja nikwambie, yani watu wengine wanakufa, sio siku zimeisha, ila viungo vimeshindwa kufanya kazi mwilini. Ujawahi kusikia mtu moyo umeshindwa kufanya kazi? Ujawahi kusikia mtu figo zimeshindwa kufanya kazi? Ni kwa sababu hazifanyi mazoezi, hazifanyi kazi yake inavyofaa. Kwa hiyo mazoezi yanarefusha umri. Watu wanaofanya mazoezi wanatarajiwa kuishi miaka mingi. Tuwapigie makofi wanaofanya mazoezi. Miaka mingi maradhi hawasheheki. Si unaniona mimi nilivyo hapa? Mimi si kijana, mimi mtu wa miaka hamsini. Unaweza kuamini? Miaka hamsini. Lakini unaweza kufikiri nina miaka arobaini na tano, arobaini au thelathini na tano. Kwa hiyo ukifanya mazoezi, huwezi kuzeeka. Sio tu kuzeeka kwa viungo, hata ile hazitoki mvi. Kwa sababu jasho inatoka vizuri na mvi za ukoo lakini faida nyingine ya mazoezi, yanajenga umoja. Mnapofanya ya mazoezi ni timu, mnajenga umoja, mnajenga udugu, mnajenga kufahamiana. Nimefurahi sana kuzinduliwa leo au kushiriki katika uzinduzi wa eh, Dumila Fitness Centre leo, kupewa mwaliko huu rasmi wa kuja hapa kushirikiana na wanamazoezi wote kwa ajili ya uzinduzi huu. Wakati mwingine huwa nawaona watu wanafanya mazoezi pale mjini. Changamoto kwangu huwa ni moja tu. Mazoezi yanafanyika saa kumi na mbili, saa moja. Kwa hiyo nalazimika kufanya mazoezi mwenyewe kuanzia saa kumi, kumi na moja, kumi na moja na nusu nimeshamaliza. Lakini Dumila Fitness Center itatuleta wote pamoja. Saa kumi na moja itakuwa imeshafunguliwa bila shaka na mimi nitakwenda kila asubuhi. Kwa hata kama nimejipangia saa moja kumi na mbili na nusu, nimeshaondoka naenda kwenye majukumu mengine. Kwa hiyo ni niwaalike watu wote, mazoezi si ya vijana tu, mazoezi sio ya wahuni tu, mazoezi ni ya kila mmoja kulingana na faida zake. Uwe mchungaji, uwe shehe, uwe kiongozi wa vyama vya siasa, uwe mwanachama wa kawaida, vyovyote vile, ili mradi ni binadamu, unatakiwa kufanya mazoezi kwa afya yako na afya ya familia yako. Kwa hiyo niwaalike sana tushirikiane kwenye mazoezi. Nimshukuru sana bwana Chiduo na timu nzima ya Dumila Fitness Center kwa kutuletea kituo hichi ambacho wakati wote tutafanya mazoezi. Kama unashindwa kufanya asubuhi, unatafuta muda wako mchana, kama unashindwa kufanya mchana, tunatafuta muda wako jioni. Na bahati nzuri sana wanafunga saa tano usiku, huo kwa wale ambao wanashindwa alfajiri. Kwa sababu yoyote ile, unaweza kaja saa tatu ukafanya mazoezi yako mpaka saa nne, saa tano unaondoka, unarudi kwako ratiba ni nzuri sana. Na jambo lingine, jezi, uh, huwa ina maana gani jezi? Huwa ina maana gani? Tumezoea kuona jezi za Simba, tumezoea kuona jezi za Yanga. Jezi, yes, huwa ina maana gani? Kwani wewe nikupe maana chache. Maana ya kwanza ya jezi ni utambulisho, wewe ni nani. Ndio e, maana sisi watu wa CCM tuna jezi yetu ya CCM, ukipita popote mtu anajua yule ni mwana CCM. Dumila Fitness Center. Oh, yeah. Yeah. Sasa jezi ya Dumila Fitness Center itatafsiri kwamba wewe afya yako ni nzuri. Ukivaa tu inatafsiri wewe una afya bora, ukivaa tu inatafsiri wewe utaishi muda mrefu, ukivaa tu itatafsiri wewe unafanya, we unafanya mazoezi kwenye kituo chetu cha ja Dumila Fitness Center. Na mi naishukuru sana Dumila Fitness Center kwa kunivalisha jezi hii licha ya kwamba kwa ajili ya kwa ajili ya nia njema, sio kwa sababu ya kuwatia sana, kwa ajili ya nia njema tu. Nitailipia ili endelee kuwepo hapa Dumila. Yes. Yes, yes, yes, yes. Nitafanya mambo mawili sasa hivi. Jambo la kwanza tutazindua hii Dumila Fitness Center, na jambo la pili tutazindua jezi. Mko tayari? Wana mazoezi oye! Wana mazoezi oye! Wana mazoezi oye! Naomba na tujipange vizuri ili tuzindue

Asanteni sana asa okay, naomba okay. na pia tupate jezi ya Dumila Fitness Center na Dumila nayo tuizindua, taoye tuko hapa sasa, tunazindua hizi jezi za mazoezi za Dumila Fitness Center. jezi ya Dumila Fitness Center kwa rangi nyeusi yes. Ndio hapa makofi nye, mengi sana. Yes, yes, sana. Yes, yes sana, zitakuwa katika rangi mbalimbali leo Yes. Chache. Yes. hapa ninazo rangi mbili tu. Yes. Lakini huenda zikaongezeka zikawa zaidi ya rangi hizi mbili. hiyo tuna. Lakini liko jambo lingine nataka lakum, yes. Muone kutakuwa na kadi. Nadhani mmoja wapo itakuwa ni ya kwangu Yes. Itaanza leo. Yes. tunayo kadi okay, ambayo itatumika kwa mwezi mzima okay, kwa shilingi elfu ishirini na saba Naomba makofi kwao jamaa, ishirini na saba okay, kwa mwezi. Hii itamaanisha ukija asubuhi unaingia, ukija mchana unaingia, ukija usiku unaingia, ikiwa ni pamoja na huduma zote zinazopatikana ndani ya gym. Yes. Lakini pia kadi nyingine ni ya wiki. Yes. Inafanana hivi yenyewo okay. inapatikana kwa shilingi elfu saba yes. na hii itamaanisha kwa wiki nzima okay. ukija asubuhi utaingia kiaa yes. utaingia, ukija usiku utaingia okay. pamoja na huduma zote zinazopatikana ndani ya jimu. Oye Dumila, oye. maendeleo oye. Safi afya y oye. Oye. asanteni sana kwa kunisikiliza na sasa tunaruhusiwa kuingia kwenye jimu kwa ajili ya mazoezi ya viungo na mitambo mbalimbali. Kwa sababu ya kutambua mchango wetu kwenye jamii, tuna mambo yafuatayo yes. Jimu yetu mheshimiwa diwani, kuna watu wana uhitaji maalum yani, kuna mtu anafanya mazoezi kama mchinduo kwa sababu ya kutafuta afya, mazoezi ili yaishi, yani mtu alipata stroke, mtu labda alikuwa na matatizo yale, ambaye anapambania afya ina mlazimu kufanya mazoezi, kwa hiyo Dumila Fitness Center akipatikana huyo mtu kwenye jamii yetu hapa ataruhusiwa kufanya bure mazoezi kwa sahii. Tumefanya hivyo kwa sababu tuliona, mheshimiwa diwani, umefanya jambo jema kuja hapa, na sisi tuna wajibu wa kurudisha shukrani kwa kwenye jamii yetu. Kwa hiyo kama kuna mtu anafahamu ana ndugu yake amepata stroku, vigezo tu vichache mno. Kwanza, lazima atapita kwenye sehemu ya serikali atafika kwa mtendaji wetu kata pale au kwa mwenyekiti wa kitongoji apate barua kwamba ni kweli anaumwa, lakini lazima tupate ripoti ya daktari, ripoti ya daktari itakayoonyesha anaumwa nini na afanyishwe mazoezi gani, kwa sababu huyo mtu ni mgonjwa. Hatuwezi kumfanyisha mtu mazoezi tayari ana shida fulani, na uzuri Dumila Fitness Center tunaye daktari wetu hapa, kituo cha afya cha Dumila kinatupa ushirikiano, daktari Yusuf yuko hapa. Kwa hiyo tunaweza tukakukagua, tukakucheki, ikawa iko vizuri. Kwa hiyo leo mheshimiwa diwani, si tutakupa zawadi? Tunakupa zawadi kwanza, tunakupa ulezi wa hichi kituo, tunakupa uwe mlezi wetu hichi kituo kwa sababu tunafahamu wewe ni mheshimiwa diwani. Kwa hiyo tunakukabidhi staff kadi namba moja, nitakukufanya kufanya wewe ufanye mazoezi bure, wewe pamoja na familia pale unapokuwa umependa, mheshimiwa diwani. Kwa hiyo kadi, ukija hapa utaitumia kwa ajili ya kufanya mazoezi. Kwa hiyo hiyo, mheshimiwa diwani, tumekupa sisi kama zawadi. Ukija hiyo, mheshimiwa diwani, utafanya mazoezi mpaka pale wewe mwenyewe utakaposema. Basi huko nyumbani unampa mama, unampa kijana, akija hapa atakaguliwa. Lakini kadi ya pili tutatoa, tunaye mzee wetu, tunaye mzee wetu, mzee wetu, wetu mkombozi Eh, kwa heshima zote alifuata vigezo vyote wakati tunasema hili jambo, na yeye tutampa kadi yetu. Ni mwasisi wetu, ni mzee wetu wa Dumila, na yeye tutampa kadi ya stafu namba mbili itakumfanya awe nakuja kufanya mazoezi hapa bure. Kwa hiyo utaratibu huu wa watu kufanya mazoezi wale wenye mahitaji maalum utazingatiwa kwa vigezo na masharti kama ambavyo mzee wetu mkombozi tutafahamu anatakuwa afanye mazoezi kila siku, na ni mzee wetu yuko hapa. Kwa mzee, kuanzia sasa ruksa, uje kufanya mazoezi. Lakini kwa upande wa jezi, mheshimiwa diwani, umezizindua jezi hizi. Mheshimiwa diwani, zinapatikana kwa gharama watu, umezindua zitauzwaje? Hatukusema hicho kitu, lakini sisi kama Dumila Fitness Center tunaziuza kwa bei rahisi sana, shilingi elfu kumi na tatu hizo jezi kwa utauziwa kwa shilingi elfu kumi lakini wewe ambaye unatamani kuinunua kwa elfu kumi na tatu ukilipia utapewa kununua kwa elfu kumi na tatu ukilipia kifuzu cha elfu ishirini na tano cha mwezi, jezi ya Dumila Fitness Center itazidi kushuka, ofa utauziwa kwa shilingi elfu kumi tu. Kwa hiyo tunafanya hivyo, lengo letu tunataka hizi jezi ziwe nyingi, tunafanya hivyo, tunataka na hizi jezi ni original, ni mheshimiwa magneto yake matino yake ya kuvutika, wala wanaofanya mazoezi wanajua hii jezi ni jezi ya design gani. Kwa sio tumenunua tu a a tumetia oda, lakini pia tunawashukuru wote ambao wameshirikiana na sisi kutuzindulia. Umeona hizo mabango e, tunao makameramani wetu, mheshimiwa diwani, niwashukuru sana. Makivini ametengeneza hilo bango wacholaji watu mbalimbali, lakini pia tutatengeneza ajili ya mheshimiwa mheshimiwa diwani, watu watapata kazi hapa, tutashirikiana kwa pamoja. Lengo letu tunataka maisha yaende, lakini mazoezi yafanyike. Kipekee ni kushukuru sana. Sasa watu ruksa, kama ambavyo mheshimiwa diwani amesema, tutafanya mazoezi sasa hivi mpaka saa tano. Baada ya hapo, utaratibu watu sasa kulipia, kufanyeje? Meneja yupo hapo. Niwashukuru sana, asanteni sana. Nimeomba mike kidogo walau kwa dakika moja kwa ajili ya kushukuru kupewa staff card namba moja. Staff card yeye, yeah, yeah. Makofi kwa mheshimiwa diwani jamani! <laughs> Mimi naomba nichangie tala kidogo. Dumila Fitness Centre Manager, pokea mchango hapa. Ndo tumeanza hivi, lazima tuanze pia na notisi zinaonekana. Asanteni sana, naomba tuenda kwenye